Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja sasa anasema kuwa mbunge wa Juja George Koimburi alijipangia njama ya kujiteka nyara mwenyewe. Kanja akiongeza kuwa, Koimburi alifanya njama hii na wandani wake huku akiorodhesha kila anasema ni matukio ya kabla ya kupatikana kwake kwenye shamba la kahawa. Haya yanajiri huku sasa ikibainika kuwa watu watatu akiwemo mwenyekiti wa hazina ya CDF ya Juja wamekamatwa kuhusiana na kisa hicho, kama anavyotuarifu Melita Oletenges. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Koimburi, mbunge wa Juja, ambaye sasa amenyoshewa kidole kwa kile polisi wanasema ni kupanga njama ya kujiteka nyara mwenyewe. Polisi wakisema watu watatu waliokamatwa kwa kumsaidia mbunge Koimburi kwenye njama yake wamepasua mbarika, waliokamatwa wakiwa ni pamoja na Pita Kiratu Mwenyekiti wa CDF Juja, Cyrus Kieru, rafikie Koimburi na Karanja Katana. Gari hili ndilo lililotumika kumteka nyara Koimburi nje ya kanisa la Full Gospel Mugudha siku ya Jumapili. Nambari ya usajili iliyoonekana wakati huo ni KDQ 803B. Lakini sasa imebainika nambari ya usajili ni KDG803B. Gari hili likitajwa kuwa la Cyrus Muhia, mfanya biashara na mwandani wa Koimburi, kulingana na rekodi za NTSA. He received a call from Peter Kerato, who is also the the CDF chairman of Juja, requesting the use of requesting use of his Subaru Forester Cyrus Muhia aliwabeba watu wawili hadi nje ya kanisa akifuata amri ya Peter Kiratu, mwenyekiti wa CDF. Ghafla bin vu, mbunge George Koimburi alisikika akipiga kamsa ya kutekwa nyara. Ila inspekta mkuu wa polisi anasema ilikuwa tu sarakasi. KBP 096W. Taarifa ya polisi ikiendelea kusema kuwa baadaye walipanda gari jingine la mwenyekiti wa CDF Juja, Peter Kiratu, hadi kwenye hoteli hii, Koimburi akidaiwa kulala hapa raha mustarehe na siku iliyofuatia alipelekwa hadi shamba la kahawa alikopatikana he did not uh, suffer any injuries whatsoever and perhaps he could as well be staying at the Karen Hospital enjoying his five course meal Mbio za sakafuni zimeishia ukingoni kwa mbunge wa Juja George Koimburi baada ya maafisa wa DCI kufichua kwamba sarakasi aliyotunga ya kisiasa imeambulia patupu na sasa ameanikwa peupe, atachukuliwa hatua kisheria. Melita Oletenges, runinga ya Citizen, katika makao makuu ya DCI Nairobi.